Hapo zamani za kale kabla ya watu kumiliki mashamba na kuharibu misitu, palikuwa na msitu mkubwa sana ulioitwa Mzingile. Msitu huo ulikuwa na mito ya kuvutia, milima ya kijani na nyasi za dhahabu. Ndani ya msitu huo waliishi wanyama wa kila aina, lakini hakuna mnyama aliyewahi kuwashangaza wanyama wenzake kama bufalo mmoja aliyeitwa Banza. Banza hakuwa bufalo wa kawaida. Alizaliwa akiwa na alama ya nyota katikati ya paji lake la uso na macho yake yalikuwa yanaangaza usiku kama taa ya mwituni. Lakini si hayo tu yaliyomfanya julikane. Banza alikuwa na akili ya ajabu. Aliweza kusuluhisha migogoro ya wanyama, kufundisha watoto wa mamba na nyani, na hata kupanga mikakati ya kujilinda dhidi ya maadui wa msitu. Lakini akili yake haikumletea tu sifa, ilimweka katikati ya vita vikubwa vya wivu, hila na hatari isiyotarajiwa. Katika msitu wa Mzingile, wanyama waliishi kwa amani. Simba mzee Gadu alikuwa mfalme wa msitu, lakini hakutawala kwa ukatili. Alikuwa kiongozi wa heshima tu. Mambo mengi ya busara yalitegemea ushauri wa Banza. Nyani walimuita profesa na hata tai alimuita bwana mkakati. Siku moja, wanyama walikutana chini ya mti wa miujiza uitwao mti wa uhai. Kwa sababu kulingana na hadithi, mti huo ulikuwa ukitoa matunda ya uponyaji mara moja tu kwa mwaka, lakini msimu huo mti haukutoa tunda lake hata moja. Fisi alisema kwa huzuni, ni kosa, bila ya tunda la uhai watoto wa pundamilia hawatapona majeraha yao. Simbagadu alimtazama Banza, kisha akasema, una maoni gani, mwana wa nyota? Banza alisimama na kuzungumza kwa sauti yenye busara, kisha alisema, mti wa uhai hujibu wimbo wa upendo, mshikamano na haki. Labda tumepotoka, hebu turudi kwenye msingi wa mshikamano wetu. Tuandae ngoma ya umoja wa Mzingile, ngoma ambayo itaunganisha kila mnyama. Tukiimba kwa moyo mmoja, tunda litatoka. Wanyama walishangilia. Ndipo maandalizi ya ngoma ya msitu yakaanza. Chui mmoja mjanja aitwaye Kenga alikuwa hajawahi kuvumilia sifa anazopewa Banza. Kenga aliamini yeye ndiye anayestahili kuwa mshauri mkuu wa msitu. Kwa siri alikusanya genge la wanyama waliokuwa na mioyo ya husda: fisi wawili, mamba mmoja na tumbili mchochezi. Chui alisema, ngoma ya msitu si kitu, ni maigizo tu ya Banza, chui Kenga alisema kwa kejeli, akaongeza na kusema, lakini nitampoteza, nitafanya mti wa uhai utoe tunda hata kabla ya ngoma yao, na simba Gadu atamwona Banza hana maana. Kisha usiku mmoja Kenga na kundi lake walipenya kwenye mizizi ya mti wa uhai. Walimwaga dawa ya mti wa sumu waliyopata kutoka kwa bundi mzee wa giza. Walitegemea mti utatoa tunda la sumu litakalowapumbaza wanyama, lakini hawakujua kuwa Banza alikuwa anawaangalia tu kwa mbali, akiwa juu ya mwamba wa utambuzi. Banza aliamua kuwasiliana na wanyama watatu watiifu sana kwake, ambaye ni sungura mtundu kobe mzee na tai mweupe, kwa pamoja walitengeneza mpango wa kuchunguza nini ni hasa kilimfanya mti wa uhai ushindwa kutoa matunda yake. Tai aliruka juu sana na kuona mabadiliko kwenye majani ya mti, sungura alitumia pua yake kugundua harufu ya sumu, na kobe alitambaa hadi kwenye mzizi na kutoa majani aliyokuwa amefungwa sumu. Kisha abanza akasema, kama kweli chui amehusika basi hatupaswi kumkabili kwa nguvu, tutatumia akili kama maji, tutamtumia kujiharibia mwenyewe. Siku ya ngoma ilipofika, wanyama walikusanyika kwa wingi. Kulikuwa na ngoma za viboko, nyimbo za ndege, densi za nyani na mashairi ya tembo. Banza aliongoza wimbo wa mshikamano, huku mti ukitetemeka kwa sauti ya furaha ya wanyama. Ghafla tunda la uhai likatoka, lakini lilikuwa na rangi ya ajabu. Lilikuwa jeusi badala ya dhahabu. Simba Gadu akasema, Banza, hili lina maana gani? Banza aliinama na kusema kwa utulivu, ewe mfalme, huu ni ushahidi wa uovu uliofanyika. Mti haukutaka kutoa tunda lake, ila umelazimishwa kufanya hivyo kwa sumu, na anayehusika kwa hila hii ni Kenga na genge lake. Kabla ya mfalme kusema neno, tai aliruka juu na kuonyesha picha alizochora kwa miguu juu ya mchanga Picha za Kenga akimwaga sumu na fisi wakichekelea. Kenga alishtuka akakimbia, wanyama wakamkimbiza, lakini Banza akasema, tusimkimbize tumfundishe. Wanyama wote walinyamaza. Banza aligeuka na kumtazama Kenga kisha akasema, una akili Kenga, lakini umetumia vibaya. Badala ya kuwa jua la giza, umekuwa kivuli cha giza Tukukubali urudi kwetu kama utatubu. Kenga alilia sana, kisha akasema, niko tayari kujifunza. Banza, nifundishe. Baada ya tukio hilo, Simba Gadu alitangaza kuwa atastaafu na kumkabidhi uongozi wa msitu kwa mnyama mwenye akili na busara, asiye na tamaa, na hakuwa mwingine bali ni Banza. Lakini Banza alikataa kuwa mfalme, kisha akasema, si lazima uwe mfalme ili uongoze. Mimi nitabaki kuwa mshauri wa msitu. Ufalme uende kwa mnyama anayeweza kusikiliza na kuheshimu wote. Kisha simba akamkabidhi uongozi Kobe mzee, aliyeishi maisha ya utulivu na hekima, na Banza akawa mwalimu wa watoto wote wa msitu, wakiwemo watoto wa Kenga. Miaka ilipita, msitu wa Mzingile ukawa maarufu kwa amani na ushirikiano. Wanyama walitembea kwa uhuru bila hofu. Kila mtoto alifundishwa hadithi ya Banza, Buffalo mwenye akili sana aliyeshinda kwa busara badala ya nguvu. Na kila mwaka walifanya ngoma ya Mzingile, huku wakiimba Banza wa nyota, mlinzi wa haki, kwa akili yako msitu salama, si nguvu, si chuki, si vita la makucha, bali hekima, upendo na busara. Na hapo ndio ukawa mwisho wa hadithi hii. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbusha usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.